Amshukuru yuno mama Samia suluhu Hasani, naho mnungu amwongeze maisha mema maisha yedi na baraka nyingi, kwa sababu kachitula ndoko mtwi vinawase cha neme kachateka mazi mpaka mwe milango, na bado chashukuru, kwa sababu nema za kwenza vitendo na zinaendelea na zinatekelezeka wa Tanzania, ndugu wananchi, kama mnavyojua, hapa Tanga tutakuwa na ugeni mkubwa wa kihistoria ambapo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan tunatarajia atatembelea mkoa wetu kuanzia tarehe 23 hadi tarehe moja mwezi wa tatu. Kwa hivyo kazi kubwa iliyofanya wizara ya maji chini ya uongozi mahiri wa kijana wetu Mheshimiwa Juma Hamidu Awesu na wenzake katika timu ya maji wametusaidia kazi kubwa sana ya kubuni miradi lakini kuhakikisha kusimamia miradi mikubwa ya kimkakati mradi kwa sasa unaendelea vizuri na mkandarasi yuko eneo la kazi, na utaenda kunufaisha wananchi zaidi ya laki sita kwenye maeneo ya miji ya Korogwe, Handeni, Muheza na Pangani, pamoja na vijiji e, vilivyoko kilomita kumi na mbili kutoka eneo la bomba kuu linakopita. Kwanza tunampongeza mama yetu, tunamshukuru kwa miradi ya maji miji 28, kwa mradi wa maendeleo aliotuletea hapa Korogwe. Tunamwombea sana mama yetu Samia. Kiukweli tulikuwa tunatumia maji ya chumvi na visima vyetu viko mbali kidogo na ile eneo, lakini kwa kweli tunamshukuru Mungu, tunashukuru sana serikali ya mama Samia kwa kutuletea huu mradi wa maji kwa ajili ya kinamama ambapo mwanamke atakwenda kutuliwa ndoo kichwani Kwani tutapata maji safi na salama ya bomba. Sisi tunashukuru sana sana wizara ya maji. Tunasema Tanga maji ni mwa mwa mwa.